Tazamaji wa Singida RS TV, kipindi hewani ni Elimika Nuru ya Singida. Siku ya leo tumekuletea elimu kuhusu umiliki wa ardhi hususani katika maeneo yetu mbalimbali. Kumekuwa na migogoro mbalimbali ya ardhi, nini kifanyike? Tumekuletea mtaalam afisa ardhi kutoka ofisi ya kamishna wa ardhi msaidizi kutoka mkoa wa Singida, ambapo anakwenda kutoa elimu kuhusu umiliki wa ardhi katika manunuzi katika umiliki kabla na baada ya kununua, hivyo endelea kuungana nasi. Kuna mambo mengi mazuri tumeandaa kwa ajili yako. baada ya kununua ardhi ili kuhakikisha kwamba ardhi yako inadumu na inatunzika, unafikiri unamshauri nini mtu ambaye ananunua, ni namna gani sahihi ya kwenda kuitunza ardhi yake ili kuepusha migogoro ya baadaye? Ili aweze kutunza sahihi ardhi yake, kwanza ni kuwa mlinzi wa mipaka ya ardhi yake, kwa sababu kila kipande cha ardhi kinachokuwa kimepimwa kina alama zilizowekwa madhubuti kabisa. Kwa hiyo kitu pekee ni kuhakikisha analinda alama za mipaka za kiwanja chake au ya ardhi yake, ili kuondokana na ule mgongano wa kwamba wewe ulikuwa naishia wapi, alikuwa naishia wapi. Lakini akishafanya hivyo, maana yake ameiweka salama ardhi. Lakini tatu, ili aweze kuitunza hiyo ardhi, ni kuhakikisha anaipatia hatimik, anaimiriki ana kisheria. Kwa nini aimiriki kisheria? Moja, itamwondolea mgogoro, kwa sababu serikali itakuwa ni sehemu ya, ya utetezi wake. Uh, akiwa ameiwekea hati yake basi inakuwa ni rahisi sana. Kama kuna sehemu ambayo ina mgogoro, ni rahisi sana kuutatua, si tu kimahakama, bali kiardhi, kiutawala. Kwa maana unaweza ukaleta kiutawala, wataalamu wetu ambao wanahusika, wapimaji, na ofisi ya kamishina, mamlaka za upangaji, wakaweza kufika saiti na kutatua kwa kutumia ile nyaraka aliyonayo. Lakini pili, ikishindikana, endapo ataenda mahakamani, mahakama itatafsiri kutoka na kwa kutumia wataalamu vilevile walewale itakuja kutafsiri na kuona mmiliki halali ni nani. Kwa namna hiyo, atakuwa ameitunza ardhi yake. Lakini jambo jingine, asiache ardhi ikawa kichaka, kisha naiendeleza kwa mujibu wa taratibu na sheria na namna alivyoelekezwa na masharti aliopewa katika umiliki huo, hapo atakuwa ameitunza ardhi yake, ambapo kutunza huko ni pamoja na wajibu wanaopaswa kuufanya ikiwemo ku, eh, kuiendeleza ndani ya masharti aliyowekewa, lakini pia kuendelea kuilipia kodi nake wengine anafikiri anakupata ardhi, ana jukumu vile vile pia. Kwenye hilo jukumu ni eh, kulipa kodi vile vile, ni kuweka usalama wa ardhi yao. Umezungumzia kuhusu suala la kumiliki kiwanja kisheria, kwamba ili uweze kumiliki ardhi kisheria unakuwa umepitia taratibu gani? Kwanza ni niseme kwamba kumiliki ardhi kunaweza kukawa kwa njia mbili tatu au nne. Moja, kuna ardhi ya ambayo imepimwa na mamlaka husika wakaitangaza kwa, kwa ajili ya wananchi kuja kuomba na kuweza kumilikishwa. Lakini pili, mtu mwingine anaweza akawa amenunua ardhi, nayo ni aina mojawapo ya umilikishaji, lakini tatu anaweza akawa ameipata ardhi kwa kurithi, nayo ni aina ya, ya umilikishaji. Na nne anaweza akawa ameipata ardhi kwa kukaa tu pale kwa kipindi cha miaka isiyopungua kumi na mbili bila kubuguziwa na mtu yoyote, lakini bila kuwa na taarifa yoyote kwamba hii ardhi au kipande hiki kiliwahi kumilikiwa na mtu mwingine. sasa njia hizo zote ndizo zinatupelekea kwenye kumiliki ardhi kisheria. Atamilikije kisheria? Ndio kama ambavyo nilikuwa nimetangulia kusema hapo awali kwamba anapaswa kwenda kwenye mamlaka ya upangaji au mamlaka husika inayohusika na upangaji kuomba kumilikishwa kisheria. Ninaposema kuomba kumilikishwa kisheria, maana yake ni kwenda kupatiwa hatimiliki kwa mujibu wa sheria iliyopo kama ni kijiji kwa mjibu wa sheria ya ardhi ya kijiji namba tano, kama ni mjini kwa mjibu wa sheria ya ardhi namba nne ya mwaka tisini na tisa. Kwa hiyo hapo ndipo anaposema kwamba anapeleka maombi kwenye mamlaka husika, kwenda kuomba. Ndipo hapo atakapopewa kujaza zile fomu za maombi ambayo ni fomu ya, ya ardhi namba kumi na tisa, na atafanyiwa taratibu zingine kwa ajili ya kuenda kupelekewa kumirikishwa hiyo ardhi. Kwa hiyo kumiliki ardhi kisheria maana yake ni kuhakikisha kwamba unairasimisha ardhi yako, unaihalalisha ardhi yako, unahakikisha unapewa hati ambayo ndiyo tokeo la mwisho baada ya hati ya ardhi yako kupimwa. Watazamaji wa singida RSTV, bado tunaendelea na kipindi chetu kizuri cha elimika nuru ya Singida. Ni kukumbushe kwamba studioni, siku hii ya leo, tuko na afisa ardhi kutoka ofisi ya kamishina wa ardhi msaidizi katika mkoa wa Singida akitupatia elimu jarabu kabisa kuhusiana na umiliki wa ardhi leo tunajifunza mambo mbalimbali katika ununuzi umiliki na utunzaji wa ardhi ambayo utakwenda kununua tumesikia kuhusu kuwa na hatimiliki ningependa kufahamu katika hatimiliki ambayo mtu anakuwa anayo alionunua kiwanja ndani ya hatimiliki kunakuwa kuna taarifa gani ili mtazamaji aweze kupata sura uweze kufahamu kwamba hati miliki yako ina taarifa sahihi ama sio sahihi. Moja ya kitu ambacho hiyo hati miliki inakuwa nacho ni majina ya mmiliki kuonyesha kwamba umiliki ule ni wa kwangu, lakini kitu kingine ambacho kinapaswa kuwepo ni taarifa za ardhi inayomiliki. Maanake inapaswa kujua ni kiwanja namba ngapi au shamba namba ngapi, lina ukubwa gani au kiwanja kina ukubwa gani kiko wapi na kwa matumizi yapi. Pia ninapaswa kuwa na taarifa ambazo kwenye ile hati ikisha kuwepo, nijue kwamba ni muda gani na miliki kama ni hati ya, ya, kwa maana ya ardhi ya jumla ambayo iko chini ya sheria ya ardhi namba 4 lazima nita, nijue eh, ni muda gani na miliki ni miaka 33 66 au 99 kwa hiyo hivyo vitu lazima kuvijua, lakini pili, eh, jambo jingine kwenye hilo uh, taarifa zinazokuwepo ni, ni, ni, ni namba ya ramani ramani kiwanja changu kilipo au ardhi yangu ilipo, ipo kwenye ramani namba gani ya mwaka gani, imesajiliwa mwaka gani, ili iwe rahisi endapo kutatakiwa taarifa zangu, ikiitwa ramani itajulikana kiwanja kiko wapi ikiitwa ramani itajulikana, ilithibitishwa mwaka gani. Ikiitwa ramani, je, ilithibitishwa na mamlaka zinazohusika au ni ya, au ni, ni, ni ya kubumba? Kwa hiyo hizo taarifa ni muhimu sana lakini pia kujua ukubwa. Nsije nkawa na kiwanja hapa tenye siku ya mita mia tano au mita za mraba mia tano. Halafu mi kasema koti hapa ni kwangu, koti hapa ni kwangu, kumbe kasema, ukajikuta nsipokuwa na taarifa sahihi zilizoko kwenye ile hati. Maana yake ikiwa hati inayoonyesha ni siku ya ya mita mia tano, basi itakuwa rahisi sana kutumia hati ile na ramani iliyoko ndani ya hati hiyo na ramani nyingine kwenda kutatua mgogoro endapo utakuwa umejitokeza. Lakini pia hata kama na, nataka kuweka matumizi nijue naweka nini E, nsije nkaja sehemu ya makazi mi nataka kujenga shule, nataka kujenga kiwanda cha mlipuko. Kwa hiyo ule haki inakuwa na taarifa zile kunionyesha ni nini ninachopaswa kuweka pale kwa mujibu wa mchoro wa mpango. Mtazamaji, kuna taratibu mbalimbali mbali zinatakiwa kufuatwa katika kumiliki ardhi, ambapo kuna wakati wa mahusiano ni nini kinatakiwa kufanyika. Naomba tuukaribishe mtaalamu kwa ajili ya kutupa ni taratibu zipi ambazo zinatakiwa kupitiwa au kufanyika wakati wa makabidiano ya ardhi ambayo tayari imekwisha kununuliwa. Ardhi ina utaratibu wake kidogo ambao eh, sijui sensitive kwa kiswahili wanasemaje, lakini ununuzi wa ardhi ni tofauti na wakwenda kununua gari, ni tofauti na kwenda kununua nguo duka. Kwa mujibu wa sheria ya ardhi namba nne inaelekeza ununuzi wa ardhi wowote unapaswa kuwa kwenye maandishi. Kwa nini? Ni kwa sababu ya unyeti wake, na zipo taratibu ambazo zimetolewa na miongozo e, kanuni zimeeleza namna ya kwenda kununua hiyo ardhi. Changamoto inayoipata kwa wananchi, wananunua ardhi kama ambavyo wanaenda kununua gari matokeo yake utakutana, uh, huyu mnunuzi anapata changamoto nyingine, kwa sababu bila kujali kwamba anapaswa afanye hatua zipi kwenda kununua hiyo ardhi. Kwa ardhi yoyote iliyopimwa, ili uweze kununua ardhi ambayo iko sawasawa haina sawa, mgogoro, kunatakiwa kufanya yafuatayo. Moja, lazima ufanye upekuzi kwenye daftari la msajili, kwa kitaalamu wanaita official search. Hiyo ni muhimu kwamba mimi naenda kumuuzia Glory ardhi yangu ambayo imesajiliwa, ina hati, nikifanya upekuzi kwenye daftari la msajili msajili atakupa taarifa zote zilizoko zilizoko kwenye daftari lake. Kama nitakuwa nimekopea atasema, kama nishauza nishahamisha miliki atasema, atakupa ile taarifa. Kwa hiyo endapo utakuta kwamba inasoma jina langu kama ilivyo, haijakopewa, jafanya nini? Utajua kabisa kwamba unanunua kitu ambacho ni sahihi sana. Lakini kama ardhi haijapimwa au imepimwa lakini haijamilikishwa, vilevile unashauriwa kufanya upekuzi kwenye daftari la msajili, taarifa atakazokupa basi. Kama akikwambia kwamba taarifa hizi eh, au hakuna taarifa zinazomhusiana na huyu mtu anayepata kufanya naye biashara, kitaalamu, unashauriwa kwenda mahali kiwanja kilipo, ufanye ukaguzi na uwahoji majirani. Je, huyu kweli ni mmiliki wa hapa? Haiwezekani kwamba mii na miliki kiwanja katikati, halafu miaka yote kina miaka kumi ishirini sijaiza kuonekana katika eneo hili. Kwa hiyo lazima uende ufanye ukaguzi wa ndani. Kwa maana nyingine tunaita site inspection, unaenda kujiridhisha, unafanya udad, uh, uh, unadodosa ili uweze ku kwa sababu unaweza ukakuta kuna nyumba au kuna kiwanja lakini kimeandikwa epuka eh, matapeli nyumba hii eh, haiuzwi au kiwanja hichi hakiuzwi. Kwa hiyo ukifanya hivyo ambayo tunaita due diligence, ukifanya hivyo inakusaidia kujua kwamba ninachokwenda kununua ni halali na hakina mgogoro wowote. Lakini pia kitakusaidia kujua kwamba mimi mali inayouza, je, ni ya familia au ni ya kwangu binafsi. Naweza ukakuta kuna migogoro mingi inaanzishwa kwa staili hiyo. Mtu anakimbia kununua kwa kuto kufanya hizo eh, taratibu nazosema, matokeo yake anakuta kiwanja kumbe ni cha urithi. Ukishanunua umeshatoa milioni zako mia mbili, mia tano, mia hamsini, uh, wanakwambia nyumba, uh, ulitapeliwa, ni ya urithi, matokeo yake ni kukusababishia presha. Kwa hiyo tunashauri kwamba kabla hujanunua ardhi, kwa unyeti wake na namna ilivyo, unashauriwa kufika ofisi ya msajili wa hati au msajili msa, msaidizi wa hati ukafanya upekuzi kwenye daftari lako akupe taarifa zilizo sahihi, na kwenye mamlaka za upangaji ambazo ndizo zinahusika na umilikishaji. Na mbele ndani za, e, e, zaidi unaweza ukatembelea maeneo na ukauliza wananchi ambao wanapakana na, na, na mtu huyo kama wanamfahamu serikali za mitaa vilevile kuweza kujihakikishia kwamba, je, inaponunua ni sehemu sahihi, ili uweze kujiweka kwenye sehemu ambayo iko sawasawa kwa hiyo ukishafanya hivyo sasa, unaweza ukasema naenda kununua hii. Ilikuwa ni ku, kuonyesha kwamba ni vitu gani vifanyike kabla ya ununuzi kufanyika. Sasa tayari tumesha kubali kwamba tumekamilisha e, haya yote nimeyafanya, lakini awezekana wee sio mtaalamu, ukasema kwamba mi siwezi. Unaweza ukamtafuta uka, uka, uka, wakili yoyote ukampa kazi, mkaingia mkataba eh, ya kuweza kukamilishia huu utaratibu wa kuweza kununua hiyo ardhi ili kesho na kesho kutwa, kama wakili amekudanganya, una haki ya kwenda kumshtaki kwamba mimi nilimpa kazi hii, lakini yeye kaenda akanunua nyumba yenye mgogoro, ili aweze kuwajibika kwamba hakufanya kazi yake ipasavyo. Kwa hiyo hizo ni taratibu ambazo unapaswa uzifanye kabla ya kununua. Sasa baada ya kujiridhisha, kitu cha kwanza ni makubaliano yenu mliokubaliana, mmekubaliana kuuziana mnapomaliza lazima mweke kwenye maandishi, kama ambavyo nilikuwa nimeshasema. Mkishakuwa na mkataba ule, sasa ule mkataba mnaenda kuiandaa mbele ya mwanasheria, kwa sababu mtu pekee ambaye anaruhusiwa kuandaa mikataba na kuishuhudia ni kamishina wa viapo ambaye ni, ni mwanasheria au kwa maana kwamba unaweza ukatumia waathiri wa kujitegemea, fanya mbele ya hakimu au wote ambao wameruhusiwa kwa mjibu wa sheria kwa makamishina wa viapo. Kwa hiyo ukishafanya manuzi, yakikamilika na mkataba ukamaliza sasa unawajibika kwenda kufanya taratibu zingine kwenye mamlaka ya upangaji, kwa maana kwamba lazima uende kwa ajili ya kwenda kubadilisha jina la yule mmiliki ambaye alikuwapo kwenye hiyo hati ya awali. Utafanya nini hapo? Ndio unapeleka nyaraka ulizonunulia, kwa maana ya mkataba, unapeleka kwenye mamlaka husika kwa ajili ya kwenda kubadilisha, ambapo huko watakuandalia taratibu zingine ikiwemo fomu namba 29 ambayo inaomba afisa au mamlaka mteule wa mamlaka husika kwa ajili ya kukubali kufanya transfer. Anaweza akakubali au akakataa, kwa hiyo lazima umpelekee, kumpa, kumtaarifu kwamba sasa kiwanja hiki nataka kukibadilisha kutoka kwa Benedict muombe kuja kwa, kwa Gloria. Unapeleka maombi kwamba kuna fomu ya ardhi namba thelathini, inapeleka maombi kwamba sasa ninaleta maombi yangu, naomba mbadilishe jina la Benedict muombe kuja kwa, kwa Gloria. Kama afisa au mamlaka ikiridhia kupitia afisa mteule ambaye yuko anafanya kazi kwa niaba ya kamishina wa ardhi

kwa maana kwamba sasa e, maombi yako yanakubaliwa, atakuandalia nyaraka zinazohusika zikiwemo pia na fomu namba 35 ambayo sasa ile ndio itakao kuonyesha kwamba sasa mwombe ke anahamisha kwenda kwa glory. Lakini hapo atakupa fomu ambayo, akishakupa kile kibali cha kusema sasa analidhia, utarazimika kufanya uthamini na kwenda TRA kwa ajili ya kulipia gharama zinazostahiki kwa ajili ya kuweza kubadilishiwa. Ukishakamilisha kura ukapewa na tax clearance, ndio narudi kwake tena, unamalizia taratibu zote na kuja kwa msajili wa hati kwa ajili ya kuweza kubadili hiyo jina au kufanya transfer. Basi msajili akishakamilisha taratibu zake, akifanya uhamisho wa jina kutoka kwangu kuja kwako, unakuwa umekamilisha taratibu za upatikanaji wa ardhi iliyonunuliwa ambayo ina hati. Watu wengi wamekuwa wakisema kwamba zile hati zina mwonekano tofauti. Kuna mwingine atanunua hati na mwonekano mweupe, mwingine atakabidhiwa hati yenye muonekano wa rangi kama vile ya kijani. Je, mwonekano wa hati uko vipi na ni taarifa zipi ambazo zinakuwa kwenye hati? Kadhalika, ni mambo gani au ni watu gani ambao unatakiwa kuambatana nao ambao huwa wanaitwa kama mashahidi wakati wa ununuzi wa ardhi?